Wengi walishangaa niliposema si watu wote wataenda mbinguni. Biblia inasema wazi ni watu laki moja arobaini na nne elfu tu waliotiwa muhuri. Lakini swali kubwa ni hili, nini kitafuata baada ya hapo? Biblia inasema kwamba Yesu Kristo atarudi tena, sio kama mtoto, sio kama mukozi wa msalaba. Atarudi kama mfalme. Dunia hii haitaharibiwa, itageuzwa itakuwa Yerusalemu mpya, mahali ambapo hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na njaa, hakutakuwa na kifo. Biblia inasema atatawala dunia kwa miaka elfu moja kamili kama mfalme wa haki. Hii yote iko ndani ya kitabu cha Ufunuo, lakini watu wengi hawajawahi kufundishwa haya. Swali ni je, uko tayari kwa ulimwengu huo mpya? Na je, wewe uko wapi ndani ya mpango huo? Kwa maelezo kamili, nenda YouTube, angalia full video.